Mm -hmm. Kwa jina naitwa Aisha Abdallah. Mm -hmm. Nimetokea Kibaha. Mm -hmm. Niliona matangazo yenu kupitia Facebook. Eh, lakini nilikuwa sielewi kwa nini, nilikuwa sielewi yani. <laughs> Kwa nini uelewe Aisha? Au ulikuwa uamini au ulikuwa... Nilikuwa siamini eh -eh. Nikamuuliza mama wangu mdogo eh -eh. Mama mdogo alikuwa anakufuatilia. Akaniambia hii ni kweli na, eh -eh. na ipo Tegeta. Wow. Tegeta Nyuki. Nikamwambia wow, mamdogo aweze kunileta. mm -hmm. Na kweli mamdogo akanileta siku ya Jumatano. mm -hmm. Nikaja nikaonana na nikaonana na mhusika wa hapa. mm -hmm. mm -hmm. nika- nikapewa maelekezo. mm -hmm. Kweli nikaweza kufika hapa na wakanipokea. mm -hmm. Kwa hiyo ndio huko hapa Yes, niko hapa. Karibu sana Dada Aisha. Mimi ninachofurahi tu kwamba nimekuwa na mabalozi wengi ambao ni ni ndugu, yani ndugu zenu. Mama yako mdogo ni yes. Ndugu yako hawezi kukupeleka sehemu ambayo hana uhakika nayo, hawezi kukupeleka sehemu ambayo anaona kuna hatari. Kwa hiyo hii inaonyesha ni kwa namna gani unapofanya kazi yako kwa uaminifu Siku zote ukiwa na tabia zinazoendana na za Mungu, we ni mkweli, ni mwaminifu, vitu vyako viko open, basi Mungu naye anakutetea. Ndio maana sisi tunapata mabalozi ambao ni ndugu zenu, si ndio? We ulituona, hukuamini, ukamuuliza mama yako mdogo, yeye. Yeah, tena ndo mguu kwa mguu akakuleta hapa eh? Ndio, safi sana. basi dada Aisha, karibu Asante. nafikiri taratibu zetu umezisikia, ziko naweza kusema ziko tofauti, kwa sababu tunataka kutoa huduma nzuri. Tunataka kufanikiwa kama Mungu wetu alivyotuahidi, kwamba ametupa nguvu za kutafuta utajiri, ametupa uwezo wa kubadilisha maisha yetu kuwa bora, lakini sio kwa kukato au kuwa tegemezi kama tulivyokuwa tumeaminishwa. Hapana, tunataka sisi wenyewe tutoke kwa nguvu zetu, kwa uaminifu, kwa uadilifu, tufanye kazi vizuri kwa hiyo hicho ndicho mnachopokelewa nacho mara nyingi kwenye kituo chetu. Tuko tofauti, najua kuna sehemu zingine ukifika tu wewe ni kupewa tu bosi, hakuna utaratibu, hakuna mfumo. Sisi tuko tofauti. Kwa nini? Kwa sababu nataka wewe ujifunze, lakini na kule unakokwenda uende ukafanikiwe. Sawa, Dada Aisha? Yes. Wewe, una una uzoefu wowote, una taaluma yoyote katika hizi kazi, yani una uwezo gani katika kwenda kuzifanya? Mimi nina uzoefu wa hizi kazi. Mwaka juzi mm -hmm. Nilipomaliza form four. No, nimemaliza form four eh. Yes. Okay. mm -hmm. Nikakaa mtaani nikaona haina maana. Napoteza eh tu muda wangu. Hebu waambie eh, bwana wadada wa wako mtaani huko wamelundikana eh, wanaogopa kazi za ndani lakini wako mtaani wanaishia kudanga wengine eh? Nikaona nikikaa mtaani mm -hmm. sina kazi, sina nini, nitamtegemea mama au mm -hmm. mdogo baba mm hadi saa ngapi? -hmm. mm -hmm mwishowe utaacha kuwategemea, utapata mimba ambayo mtoto bado huwezi kumtunza. Wow. Yeah. Eh. Mm -hmm. Nika nikaamua kwenda kufanya kazi za ndani hapo hapo kibaa hapo ha. Yeah, nikapata kazi, wakawa nalipa elfu sitini nilikuwa nakaa na mtoto okay. Baada ya mm -hmm. hapo nikafanya kazi ndani ya mwaka mmoja, nilivyomaliza mm -hmm. mwaka mmoja nikanua simu yangu, simu yangu nilivyonua simu katika kuperuzi peruzi kwenye mitandao nikakutana na Dada Joyce mm, ndio -hmm. Ukatuona sisi sasa, nikasema yeah, mm -hmm. Kwani niendelee kukaa hapa na kati kuna kazi zenye usalama zaidi na mshahara mkubwa. mkubwa zaidi mm. yeah, na ndio maana nika- nikafuatilia mpaka kufika hapa mm. Wow, kuna masomo makubwa mawili, kwanza ukanunua simu baada ya kufanya kazi eh. Ehe. Ah, uh, nataka ni ni nikazie hapo. Ulifanya kitu kikubwa sana kwa sababu bila kuwa na hiyo simu kubwa usingetujua. Dunia sasa hivi inakoelekea ni dunia ya sayansi na teknolojia. Sasa hivi taarifa zote za dunia ziko kiganjani kwako. Kwa hiyo kwa ulifanya kitu kikubwa ambacho ah, uh, ningeshauri wadada wengi. Yaani unaponunua simu kubwa smartphone iwe ni investment. Yaani isiwe ni kitu cha kukulia bando alafu unaenda unazunguka kutafuta umbea. Si kama umenielewa eh? Kwa sababu wadada wengi wanapenda kweli kununua smartphone, lakini unafanya nini na hiyo simu? Dada Aisha ametuona katumia simu yake kutafuta fursa, kawaona wadada center na akaona tofauti ya kule alikokuwa na huku, akaona ya nini mi nibaki hapa nafanya kazi hizi hizi ngumu. Kazi za ndani ni ngumu jamani, kazi za ndani ni ngumu, mm -hmm, sio nyepesi nyepesi, na hakuna kazi nyepesi. In fact kazi zote ni ngumu na Mungu ana makusudi yake, kwa nini alitupa kazi ngumu. Hmm. Yaani kabla hujafanikiwa hata kama ni mkulima, analima kwanza, jasho linamtoka na anaotesha anapalilia na, na weka mbolea. Umeona hiyo process eh? Ndiyo okay. Anavuna. Kwa hiyo hata wewe una malengo yako, lazima ukafanye kazi. Kwa hiyo kazi sio laana, kazi ni kitu ambacho Mungu alitupa. Mungu mwenyewe kabla hajapumzika siku ya saba, siku sita alifanya nini? Alifanya kazi, si ndiyo? Ndiyo. Eh, hey, kwa hiyo na si tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu? Sasa wewe umekaa tu unasema hakuna kazi, wakati kuna kazi ambazo unaweza kwenda kufanya zikakupa kipato. Unabaki kwenye umaskini wako na ujinga wako mwenyewe. Kwa hiyo nimefurahi, wewe umenunua simu, lakini nachotaka kukazia simu iwe ni investment. Mimi simu kwangu, nikiingia kwenye mitandao naenda kutafuta taarifa zenye maarifa za kunisaidia mimi nijue namna ya kuboresha maisha yangu kila siku. Siendi kuangalia umbea, sio nika nika na nikaachika, sio na nikafanyaje na nikafanyaje na nikasema hiki sio. So, maisha yangu kwao, nitaka nikazia hapo kwa, ni ni kwa sababu najua wadada wengi wakipata hela wananunua smartphone, lakini hiyo smartphone inaweza ikawa kwako ni anguko au ikawa ni ngazi ya kupandia. Wewe umeitumia kama ngazi ya kupandia, hongera sana. Sim. Na pia unapokuwa kwenye hizi kazi, unaangalia muda gani unaingia kwenye hizo hizo hiyo mitandao, kwa sababu vinginevyo utagombana na bosi wako. Hata sisi tunasema sio muda wote una una scroll, sio muda wote unaingia kwenye nini, kwenye mitandao. Kazi utafanya saa ngapi? Sijui, tunaelewana. Nilitaka niweke hiyo awareness vizuri kabisa ya kuhusu sim. Ah, kuna kitu kingine umeongea kimenitoka lakini, ilikuwa kama vitu viwili nitaka nikazie basi cha simu kime-, kime nikikumbuka nita nitakwambia, lakini nimependa sana hiyo habari ya ulinunua simu. Wadada, msibaki na vitochi. Simu zina fursa nyingi, na wadada wengi kwa sababu aa, tuna upeo mdogo, ambayo ni sawa, si ndio? Starajii we dada, una si una tuwe na upeo unaolingana. Mimi nimeanza maisha muda mrefu sana, kwa hiyo maarifa nilionayo ni kutokana pia na muda mwingi niliyoishi sasa wewe sasa hivi kama una upeo mdogo haijalishi, ni sawa ila, kwa muda unaoendelea kukaa, kwa mfano umeenda kwa kazini kwa bosi wako, unaongeza maarifa. Mimi wanapenda, kuna dada mmoja nikimwambia nipikie kitu fulani, nakuta ameingia kwenye mtandao, ameangalia jinsi ya kupika maini, jinsi ya kupika chapati laini, jinsi sijui, unaelewa eh? yeah. Mitandaoni kuna waalimu wote, akiingia kwenye usafi, unakuta kaangalia jinsi ya ku kusugua tiles zikatakata, na kweli zipo, hadi kwa Kiswahili siku hizi kuna hiyo inaitwa AI, si ndio? Hiyo e, artificial intelligence. Kwa hiyo unatumia vizuri simu yako, inakufundisha kila kitu. By the time unamaliza mwaka, hata kama wao ulikuwa ni traditional, ukija hapa hui tena traditional, kwa sababu utakuwa umeshapata maarifa mengi na walimu wote wako kwenye mtandao. Sisi tunaelewana. Bado niko kwenye simu hapo. Kwa hiyo ni vizuri sana kuwa na smartphone lakini angalia smartphone yako, yako isiwe ikawa ni chanzo cha wewe kupoteza kazi yako kwa sababu ugomvi na bosi kila siku anasema unakaa sana kwenye simu. Lakini laiti akikuta unakaa kwenye simu unaangalia jinsi ya kufua nguo vizuri, jinsi ya kupasi vizuri, jinsi ya kupanga nguo makabatini, jinsi ya kupika vizuri, jinsi ya kufanya usafi vizuri. Unafikiri bosi wako atakasirika? Hawezi kukasirika. Anajua dada na akili anajiongeza, ataki kunisumbua ameona, atafute walimu wa badala amfundishe, wa ili anifanyie kazi zangu vizuri. Tuko pamoja? Ndio haya. Kwa hiyo, we una uzoefu wa kazi za ndani? Ndio. Ehe, basi si tunakukaribisha na malengo yako sasa. Ukipata hela unatafuta hela za nini? penda kufanya nini? Mi nataka nifanye biashara, biashara. Biashara yeah, gani unapenda kufanya? Nataka nifungue duka langu la nguo. Wow. Uh -huh. Mhm, umeshajua ni shilingi ngapi unahitaji? Hapana, ila natarajia kufanya mkataba wangu ndani ya miaka miwili. Wow. Mhm, utoke na fungu la kutosha eh? Yes. Eh, ukiingia mtaani umeingia. Eh, yes. Kabisa, hata mimi naambiaga wadada, usiwe na haraka. Unakimbilia wapi? Unakimbilia kwenda kupanga chumba ambacho kinakutafuna hela. Eh, kila kitu kitakuwa ni hela, lakini ukiwa kwa bosi wako unapokea mshahara Unajifunza kufanya kazi vizuri, unajifunza vitu mbalimbali mbali, na unapata hela. Kwa hiyo kaa kwa kutulia, muda ambao yani unajua kabisa miaka yangu miwili mitatu, nikitoka hapo nikiingia mtaani hakuna shida, naweza kupanga naweza kulipa na naweza kufanya biashara vizuri. Kwa hiyo dada Aisha, karibu, asante, uende ukapambane, sawa sawa. Hapa e, tunataka wapambanaji hapa, ndugu yangu, usipokuwa mpambanaji ni ugomvi kwa sababu tunataka wadada wanaojielewa, ili uweze ku, kufika mbali ukitoka kwenye kazi za ndani kujitegemee vizuri, usio unarudi mtaani tena. Yani kila siku unaenda unarudi unazungukaga umo umo kwenye nyumba za watu. Hiyo biashara tumetoka huku e, mimi nawaongoza wadada, wanatoka huku sifuri, wanaenda mpaka wanafika kileleni. Tuko pamoja, ndio e, karibu sana, asante.